Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV. Leo kwenye mitandao ya kijamii kuna hii story ambayo nimeiona nikasema hebu ngoja nikusogezee naweze kuitazama. Alafu niambie una maoni gani. Tunafahamu uh, Oktoba 29 ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu wa Tanzania na kuna mambo mengi ambayo alitokea. Miongoni mwa wasanii ambao uh, maduka yao ama biashara zao zilikumbwa na waandamanaji kwa maana ya yale maandamano ni pamoja na Billnass. Billnass tuliona na magana ambayo duka lake liliweza kuteketea kwa moto, kuvamiwa na kuweza kuibiwa na kuvunjwa Kiukweli hapakuwa vizuri baada ya yale maandamano kutamatika, na zile video ukiweza kuzitazama kwenye mtandao unaona kwa namna gani ambavyo Bilnasi aliweza kupata hasara kubwa sana. Sasa Bilnasi, baada ya mtandao kurudi, tuweza tu kushuhudia kwamba aliweza kujiondoa kwenye mitandao ya kijamii na tukawa hatuoni pia akiposti vitu, ni kama alijiondoa tu kabisa, kwamba akaona hebu ngoja take break kwanza, alafu baadaye labda atakuja rudi na tamko. lakini Final jana, Billnass kwenye mtandao wake wa Snapchat aliweza kuposti video akilalamika, akionyesha namna gani ambavyo amepata hasara. Ukiangalia kwenye hii video ambayo unatazama sasa hivi, hapo utaona kuna pesa, kuna baadhi ya simu, pia aina iPhone uh, 16 17, na simu aina tofauti tofauti, Samsung, hizo unaziona. Pesa pia za kitanzania zinaonekana pale zikiwa zimechomwa. Kwa hiyo uh, analalamika ana, ana, anasema uh, ni hasara ni kubwa kusema kweli, na uh, kwenye maoni, kwenye watazamao maoni ya watu wa wakiwa wakizungumza kwa kwamba pengine hili linaweza kawa ndo wasanii labda wakaanza ku kuwasikiliza e, labda wananchi uh, kutokana na kile ambacho e, wamekuwa labda labda hawasapoti. Kwa maana ya wale ambao walienda kuchoma siku ile, madai yao walikuwa kidai kwamba wasanii wa Tanzania wamekuwa kiwasikilizi kiwas, wananchi wamekuwa wanasikiliza tu mamlaka, wasanii hawasikilizi. Inawezekana labda ile ndio sababu ambayo labda ilipelekea, lakini kwa upande mwingine, kuna baadhi ya wasanii ambao wamejitetea na kusema kwamba wengine wanaenda kufanya kazi zao kwa maana ya serikali ama e, upande labda wa chama fulani, kwa sababu ya ya ya, ya kariao kwa maana kwa wanamzi anaenda kufanya kama kazi zivyo kama kazi zingine, kwa sababu msanii kazi yake ni kuimba. Kwa akipewa jukwaa la kuweza kuperform, basi anaenda. Kwa hiyo eh, kuna wale ambao wamesema kwamba wasihukumiwe kama wao ni e, wanasiasa bali wanafanya kama sehemu ya kazi yao ambayo inataka waende kwenye majukwaa na sehemu zingine tofauti tofauti. Pengine hasa unadhani kutokana na kile ambacho kimemtokea Bilnasi, unadhani uh, kuna somo gani hasa kwa wasanii? Na unadhani pia wale ambao wamehusika katika eh, kuiba kuchoma duka la msanii Bilnasi, unadhani nini kifanyike? Hasa unadhani ni, ni, ni hatua nzuri kwa maana kujichukulia kuweza kuchoma eh, duka la msanii ama kuvunja? Unadhani hiyo ni, ni njia sahihi ama sio njia sahihi? Niambie katika sehemu ya comment pia uniambie una maoni gani hasa, pengine inawezekana tukapata solution ambayo inawezekana ikawasaidia kwa siku zingine, ama siku zijazo, majambo kama yanapokuwa yanatokea, basi e, tusiweze kushuhudia e, maafa mazito kama yale ambayo yameweza kutokea. Mimi naitwa Victor Madaha, hii ni Bongo Plus TV. Hii hapa ama huyu hapa Billnass, mtazame kila ambacho anachokizungumza, e, baada ya baadhi ya vitu vyake kuviokoa kwa maana kuvipeleka nyumbani na hapa alikuwa kivishuti na kuweza kuzungumza, msikilize Billnass kila anachokizungumza hapa.